TCRA imesimama mstari wa mbele kabisa katika kushajihisha na kutia motisha vijana hasa hasa wanawake na vijana wenye ulemavu katika maendeleo ya tehama. Kwa mfano, TCRA imekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu, na TCRA inafanya utoaji wa elimu katika nyanja tofauti, kuanzia shule ya awali, shule ya msingi, sekondari, vyuo vikuu. Pia hii inasaidia wasichana na wa, wa mabinti wenye ulemavu kuonyesha ujuzi wao kupata ujuzi na kuonyesha ujuzi wao katika tehama, na TCRA inatoa ujuzi huo katika nyanja tofauti, robotic artificial intelligence, IT na nyanja nyingine ambazo zipo katika tehama. Kwa hiyo hii ni mchango mkubwa zaidi katika nchi yetu, kwa sababu vijana wingi wanapata kunufaika na na hii sera ya TCRA ambayo inaendeleza maendeleo ya tehama katika taifa. So kwa hiyo vijana wengi wanafaidika hapa, na ni mchango wao mkubwa, na unafanyika miaka na miaka na utaendelea kufanyika. Tumaini yangu itaendelea kufanyika zaidi na zaidi kwa njia tofauti. Kwa hiyo hmm, wana mchango mkubwa sana.